Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Benson Ospita, nasalia kanisa la Pentekoste Mbezi kwa mchungaji Mshigati, nahudumu pale. Mimi ni katibu wa vijana. Kwa kweli nimebarikiwa kuwepo hapa. Asante askofu, asante sana mchungaji kwa kunikabidhi madhabahu. Basi mnaweza mkakaa. Bwana asifiwe. Naamini tuliokuwa wote asubuhi katika Biblia ya Kiingereza tulijifunza neno, kiukweli kuwa baraka sana. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Amen. Na nimepata ujasiri kwa wale ambao hawakuwepo asubuhi, angalau wasikie nini ambacho tulichoongea kwa ufupi, lakini pia nishukuru sana baba mchungaji, kile ambacho nilichokifundisha nishaona matokeo hapa Mungu akubariki sana. Amen. Bwana asiwe. Basi wale wanaoandika kwa ufupi tutaenda kujifunza, sitosoma maneno ya Biblia mengi nitataja kwa muda ambao utapata utasoma. Bwana asiwe. Tunaenda kujifunza neno ninaozungumzia dhambi za kutokutenda. Bwana asiwe. Amen. Dhambi za kutokutenda. Tunaposema dhambi za kutokutenda ni dhambi ambazo mara sana zinakuwa ni mgogoro baina yako na nafsi yako, nifanya au nisifanye? Bwana siwe. Na tena imetokea sana kwa washirika wengi au Wakristo wengi walio kanisani, wanaamini kwamba dhambi ni ulevi, ni uzinzi, ni uongo, hata pia wanaamini kwamba washelati pia ni dhambi, lakini kwa upande mwingine wanasahau kwamba kuna dhambi zingine ambazo hizi si za kutenda bali usipofanya ni dhambi. Bwana asiwe. Amen. Inatakiwa tujue kwamba dhambi za kutenda na dhambi zisizokutenda za zote zinajumuisha zote ni dhambi. Bwana asiwe. Yawezekana ulikuwa ujui, sasa Mungu ametupa neema ujue kwamba kuna dhambi za kutokutenda na natakiwa wapi nisimame neno letu la msingi linatoka katika yakobo nne kumi na saba yakobo nne kumi na saba yakobo nne kumi na saba biblia inasema naam yakobo nne kumi na saba biblia inasema basi yeye eh, ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi Amen. Inawezekana hili neno umelisikia mara kwa mara, wahubiri wa kuhubiri wa, lakini sasa limekuja kwa namna tofauti. Yeye ajuaye kuyatenda mema wala asiyatende, kwake huyo ni dhambi. Ina maana hiyo ni maksudi. Kwa lugha nyingine, yeye ajuaye kuyatenda mema, anajua kabisa L, lakini asiyatende, kwake huyo ni dhambi hizo ndo tunaita dhambi za kutokutenda. wesa siwe, tuangalie kipengele cha maombi. Maombi ni muhimu sana kwa Mkristo, sawa ni, mao, ni maongezi baina yako wewe na Mungu, na bibilia inasema kwamba tuombe bila kufanyaje? Bila kukoma. Mfano mzuri tumwangalie Ibrahimu, wakati Mungu alipotaka kuangamiza Sodoma na Gomora. Utaenda kusoma pale Mwanzo kumi na nane ishirini na tatu mpaka thelathini na tatu Wakati Mungu alipotaka kuiangamiza Gomora, Ibrahimu alimwendea Mungu akamwambia, Bwana je, wakiwepo hamsini wenye haki hautoangamiza taifa la? Hasha. Akaendelea kushuka Ibrahimu, je, wakiwa arobaini, wakiwa thelathini, wakiwa kumi. Haya ndio yanaitwa maombi ya bila kukoma. Je, wewe umetenga muda wako kwa ajili ya kumwomba Mungu? Yeye yeah, ajuaye kuyatenda mema wala siyatende, kwake huyo ni dhambi. Tumeambiwa tuombe bila kufanyaje? Bila kukoma. Unaomba mara moja, unaona kimya, unakata tamaa. Angalia Ibrahimu alivyoomba je hamsini unaweza kuokoa taifa arobaini yani bila kukoma anajua kabisa mungu atajibu bwana yesu asifiwe Amen. tukisoma maandiko mengine nadhani wote tunafahamu tumeokoka nasema kwamba ombeni msije mkaingia majaribuni lakini wakristo wengi katika hiko kipengele wengi wanafanya kinyume chake wanangojea waingie majaribuni ndipo waombewe <laughs> Bwana sie unamkuta una mtu kwanza, ukiwa katika maombi maombi yanakuimarisha, unalijua neno la Mungu. Amen, amen. Pia unastawi kiroho na uwezo, na ukiingia majaribuni unajua jinsi ya kulishinda jaribu kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Lakini unamkuta mtu anaenda kwa mchungaji kabisa, baba askofu, naomba niombee kazini kwangu, kwa kweli naona sielewi, mambo yame yamebadilika. Lakini ukiangalia yule mtu, tatizo lipo kwake. Kwanza haombi, hatoi kikumi, unategemea nini? Kwa sababu kuna watu ambao wameweka vitu vyao mule ndani, wameweka misingi yao wanayoijua wao wenyewe. Wewe wanatokewa usimame kwenye maombi bwaswasiwe. Kwa hiyo, Wakristo tubadilike kwenye maombi pale mnapoitwa kwenye maombi muwepo. Nikasema kwamba kanisa hapa, ukisema tuna ibada ya maombi Ijumaa, tutakesha ya kufunga, utaona wachache sana. Ila sema tuna mkesha wa kusifu na kuabudu, kanisa litajaa na viti vitakodiwa. Watu bado hawajajua umuhimu wa maombi. Bwana siwe. Usipokuwa mwana maombi utaishia kulalamika tasema wachungaji hawanisaidii. Hapana, kuna vitu vingine lazima uvibebe wewe. Hata kama mchungaji amesimama anakuombea, lakini tayari umeshasimama. Bwana asiwe, si kila jaribu kwamba mtu atakusaidia na ukiangalia katika Yesu, alipokuwa anapoelekea alipokuwa anaelekea alipo Golgotha, alibeba msalaba, alipoanguka na ule msalaba tunaona alisaidiwa na nani? Simoni Mkelene. Bwana wasiwe, ina maana kubwa pale, alimsaidia msalaba baada ya kushindwa, alipodondoka, alipoenda. Lakini alipomsaidia sio kana kwamba alimsaidia kubeba msalaba akasulubiwe, hapana. Alimsaidia, alifikisha ali, ali, ali, ali pale mahali palipotakiwa. Bwana wasiwe, hata hivyo katika maisha yako unapopitia jaribu kuna watu watainuka katikati yako kukusaidia lile jaribu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sio kana kwamba unamaliza jaribu lako, hapana. Yeye anafanya kwa nafasi yake, ukimaliza lazima lile jaribu upite. Kama Simon Mkelene angebeba msalaba, angeenda, angeenda kusulubiwa, tusingepata ukombozi. Yeye wajibu wake ilikuwa ni kufikisha mahali fulani. Kwa hiyo hata katika maisha yako, ukiona mtu anakuja mbele yako anakusaidia, baadaye anaondoka, mshukuru Mungu, hata kama siyo kwa asilimia zote, tupunguze lawama. Bwana asiwe maombi. Kitu cha pili, tunazungumzia kushuhudia. Bwana asiwe amen. Ndio maana nasema neno lote limehubiriwa, kushuhudia, kuhubiri Biblia inasema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, na mimi na kubatizwa, atafanyaje? Ataokoka? Wangapi wanahubiri humu ndani? Wangapi wameenda kushuhudia? Je, uh, kipindi cha ushuhudiaji kanisa likipanga ratiba za kwenda kushuhudia, una je, wangapi mwashuhudia? Nimshukuru ndugu yangu, sijui uko wapi, Mungu akubariki wa sana Kile nilichokuwa nakizungumza ndicho alichokitenda. Sijamuona hapa, aliwaleta wale ndugu, sawa. Eo, amen, amen, hicho <tusukamu> ndicho ninachokizungumzia, kwa sababu unajua unatakiwa ulete Yesu, umlete, ulete watu kwa Yesu, bwana asiwe, lakini wewe unafanya tofauti. Neno ninasema yeye ajuaye kuyatenda mema, wala asitende, kwake huyo ni dhambi ni dhambi ambayo mtu aweza kaiona, lakini wewe unajua kabisa hapa nimefanya si sawa. Na madhara ya kutoshuhudia, hebu tusome katika Ezekieli 3:18-19. Kila kitu kimeandikwa na kina madhara yake. Usiposhuhudia, usipoleta Yesu watu kwa Yesu, kuna madhara. Nisomee Ezekieli 3:18-19. Ezekieli ngapi? 3, 3:18-19 <tapos> 8 Biblia inasema nimwambiapo, mtu mbaya, hakika utakufa wewe, usimpe maonyo wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake, mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Mstari wa kumi na tisa: Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye haachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako Amen. Amen. Amen. Biblia inasema kwamba umeonapo mtu mbaya ukaacha kumwambia a njia yake mbaya, yule mtu akafa katika ubaya wake, anasema Biblia inasema kwamba damu yake itakuwa juu yake. Ina maana kama huyu mpendwa asingewahubilia wale waka... siku zikaenda, miaka ikaenda, wakafa katika ubaya wao, lakini damu yake ingekuwa juu yake. Yani huyo mtu ni sawasawa na muuaji. Je, huu mwaka umeua watu wangapi? Jibu nalijua mwenyewe. Inatakiwa tuhubiri, twende tukashuhudie, ni agizo la Mungu. Ametuambia yeye ajuaye kuyatenda mema, wala siyatende, kwake huyo ni dhambi. Kila Mkristo ni muinjilisti. Unapookoka lazima uwe muinjilisti, upashe habari njema, watu waje kwa Yesu Bwana asiwe. Kwa hiyo vitu kama hivi, wakristo wengi tunazembea sana, hatuelewi. Tunajua kwamba mimi si, siibi, sivuti sigara, sinywi pombe. Anajua hapa amemaliza. Hapana, lakini kuna maneno ya Mungu hapa yanatuagiza wewe. Siwe je, nimalizie. Huduma unayoifanya inagusa mioyo ya watu? Huduma unayoifanya inagusa mioyo ya watu? Hebu tusome mstari wa mwisho then tumalizie. Nisomee, Nisomee ma... uh... Luka 12:47 mpaka 12:48. Je, Luka 12:47, 48. 48. Biblia inasema na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Mstari wa arobaini na nane. Na yule asiyejua, naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Asasie. Amen. Yule aliyepewa vitu vingi, vitatakiwa vingi. Kile Mungu alichokupa utakitolea hesabu mbele za Mungu. Inawezekana wewe umebarikiwa, una ela, lazima umtumikie Mungu katika njia hiyo ya utoaji, lakini umekuwa mzito sana. Kumbuka Mungu ata, atataka hesabu yake mwisho. Wewe ni mwalimu, unatakiwa ufundishe watu kwa asilimia mia moja, lakini wewe unafanya kazi chini ya asilimia mia moja, sio kwa ukamilifu. Wewe ni mwinjilisti unajua kabisa kwamba natakiwa nikawahabarishe watu. Mungu anasema kwamba hivyo vingi alivyokupa atavitaka hivyo hivyo, utakuja kutolea hesabu yake eswasiwe. Kwa hiyo sisi Wakristo natakiwa tutambue kwamba yeye ajuaye kuyatenda mema, wala siyatende, kwake huyo ni dhambi. Hicho lazima ukifahamu, na usipofanya utatolea hesabu siku ya mwisho. Ifike hatua huduma tunazozifanya ziguse mioyo ya watu. Ukiona huduma unayoifanya ijagusa mioyo ya watu, kuna sehemu unakosea. Urudi nyuma umuulize Mungu wapi nimekosea. Hebu tuangalie mfano wa mwisho wa Dorcas, nishukuru mchungaji Mungu akubariki sana, umegusa ujumbe wangu. Hebu fungua hiyo Matendo, nimalizia hapo. Matendo tisa thelathini na sita mpaka arobaini na moja. Ifike hatua huduma unayoifanya inagusa watu. Je, huduma unayoifanya inagusa watu au ni lawama mbele za watu? Mimi sijui wewe unajua matendo ya mitume tisa mstari ule wa thelathini na sita. Arobaini moja. Mpaka arobaini na moja. Biblia inasema na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa jina lake Tabitha tafsiri yake ni Dorcas. yaani pa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa ikawa siku zile akaugua akafa hata walipokwisha kumosha wakamuweka orofani na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. msala wa tisa. Petro akaondoka akafuatana nao, alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akatoa wote akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akainua akainua akajiinua akaketi, akampa mkono akamwinua, hata akisha aka kuwaita wale watakatifu na wajane, akamuweka mbele yao, hali yu hai. Amen. Amen. Hicho ndicho tunachozungumzia, yeah. Hakikisha huduma yako inagusa mioyo ya watu. Tunamwona Dorcas, Biblia inasema sio mimi, alikuwa amejaa matendo mema, sio matendo mema tu, na sadaka alizozitoa. Isitoshe hapo, anaendelea tena anasema kwamba alikuwa anawashonea nini, kanzu wale wajane, sivyo? Lakini ilipofika wakati alipokufa wajane walilia sana, kwa sababu walikumbuka huduma waliokuwa wanaifanya, na Mungu alimwona, alimfufua nani? Dorcas. Ifike hatua huduma unaoifanya iguse mioyo ya watu, isiwe lawama mbele za watu. Unakuwa mtumishi lakini bado unakuwa na makandokando hapana. Ifike inagusa mioyo ya watu. Yeye ajuaye kuyatenda mema, wala siyatende wake huyo ni dhambi. Maombi ni muhimu sana kwa Mkristo, tujitahidi kuwahi kwenye ibada za maombi asubuhi, sawa? Kila ulichopewa na Mungu hakikisha unakitumia. Nimetolea mfano asubuhi, ujiulize kwa nini mimi nimejenga, wengine hawajajenga, kwa nini mimi na gari, mimi sina. Leo hii mchungaji anakuomba tunaomba bwana, nyumbani kwako tufanyie zoni. Unaanza kuleta sababu pale, ujue hatupo, watu hawapo, kuna watoto, sababu nyingi, lakini unajua kwamba ni jukumu lako kuhubiri Injili. Bwana asiwe. Mungu atusaidie. Amen.